Huyu mwanzo alituambia ana ajira. Mimi nilikwenda sikio nisikia na ajira, kuna mtu akanambia, wewe wanao wanateseka, hawana kazi, Maryam anatoa ajira, anazo ajira. Nilipokwenda ngamsikitikia, nikamwambia nisaidie, wanangu hawana kazi, akanambia, pesa unazo? Nikamwambia, pesa sina, shilingi ngapi? Akanambia, milioni mbili kila mtoto mmoja mimi pesa nikawa sina kwa kweli, nikawa nayo milioni moja, mwanangu akauza bodaboda lake tukampelekea milioni moja kwanza, halafu tukahangaika na nyingine na, na mwanangu mmoja na duka lake tukaliuza tukauza vya tuka tuka vitu vyake vya dukani tukapata tukapeleka nyingine nikakopa kopa nyingine nikauza vitu vyangu tukampelekea pesa zote milioni nne na laki moja. Na mbali hapo si kama ndio mimi tu, tuko wengi tunafika mia na sisi likuwa hatujui kama watu wengi Tulijua tuko kidogo tu, kumbe watu wengi. Siku hiyo tumekaa mwisho mwisho, ta si milioni nne ttachukuliwe t milioni nne Basi mshatu umiza hivi sasa, sisi hatuna milioni nne tukazipate wapi sisi milioni nne? He, kuna mwezi tu mmoja yeye akampaka gari akaamba uze gari sijui, akasema imebidi niuze gari nitoe milioni nne, siku zichakuwa nyingi. Milioni nne kwa mnyonge kama mimi, kunichukulia pesa zangu si kidogo, kwa sababu mimi nina familia na watoto kumi, nahitaji nipate riziki yangu na wanangu, na nakenda kwenye pirika zangu. Sasa hivi nafika miezi mingapi sendi pahali, na watu wananifata hapa nilipo nimezofu na pressure kila siku, kwa sababu ya pesa za watu. Mimi kitu kilichokuwa mpaka sasa hivi mimi nataka pesa za watoto wa watu, anatuambia tulipe sisi, tulizompa milioni zote mbili mbili, anatuambia tulipe sisi. Sisi cha kulipa hatuna, pesa zetu hazilipi, afanya uze chochote, kama hata uza chochote alichokuwa nacho, jamani, auze awalipe watoto wa watu. Watu watu wanatudai sisi zile pesa, pa kuzipata si hatuna. Na ukimwambia anakuambia hauzi kitu, ni askari ana cheo cha ofisa ofisa wa KMK sasa. Sisi hapa mpaka sasa hivi tukakaa tukajadiliana, mwaka mmoja unafika na nusu, haki zetu hatujazipata, na yeye anakwenda kazini anarudi, na sisi tunakufa na watoto na njaa, na mitihani natufika mingi, watu wanakuja wanatudai pesa zao, hatujui tuzipate wapi na ilikuwa watu wakenda, anawambia nende ni popote. Huyo mtoto kakangu alikwenda siku ya akamwambia nipe japo laki tano, nina shida nazo na, na deni pesa za watu. Akamwambia nenda popote, sikupi hata shilingi. Na ushahidi upo, na kesi tushaipeleka mpaka kazini kwake, imeshindikana. Tukenda madema, imechukuliwa imepelekwa madema, na madema tushaenda. Huu mwezi unafika wa pili na nusu, hakuna lililofanyika. Tunaona hatuna kuelewa, kama si bure kama wanakuja sijui na kitu gani, kwa sababu hatuko kidogo maake inge kwa ngalo mimi peke yangu, tuko wengi sasa. Sijui ina inakuwaje mpaka tunakuwa watu wengi kama hivi, anatutapeli kwa sababu, katutapeli kwa sababu, sijui atailikoje mpaka wenyetu tunajishangaa kwamba yeye ana ajira, na aliwatangaza kwamba kuna ajira, hatimaye hawa wananchi wangu wakaona waingie kwenye mtego huo. Kwa hiyo hiki kitendo kiko kwa muda mrefu, lakini mimi sikuwa na habari ya aina yoyote, kwa sababu walikuwa wameaminiana wenyewe kwa wenyewe. Hatimaye kilipokuwa wananchi wanahangaishwa, baada ya kugundua kwamba tayari hapa pana utapeli, wakaanza kudai ile fedha yao, wanakuhangaishwa huku na huku, wakaona bora waje kwenye ofisi ya sheha. Sasa hivi sina hatua yoyote kwa sababu kama wenyewe wanavyosema, washafika kama kituoni, washafika wapi na wapi. Kwa hiyo wacha tuangalie huko juu ambako wamekwenda, tuone watasaidiwa vipi, lakini kama shehia si rahisi, kwa sababu ili jambo sio dogo na tayari lishakwenda huko juu, na ukitizama, mimi kazi yangu ya chini. Kwa hiyo naachia uongozi wa juu, kama mahakama, kama polisi, kama wapi kwa hiyo atachukua sheria mkondo wake dhidi ya huyu mtapeli lakini, mimi nawaambia, natoa wito kwa wananchi, linapotokezia jambo kama hili, haraka sana waripoti, waangalie kuna kozi sasa hivi kuna ajira, ukiangalia hakuna ajira, na wa wasikilize matamko ya viongozi wetu wa juu kuhusiana na huu tapeli kwamba kuna utapeli wa watu kuwatapeli watu kwa ajili ya kutafuta ajira. Wito wangu kwa wananchi, matokeo yoyote yanayotokezea, si haya tu, bali na mingine yako kadhaa ya wizi ya, u... u... ya utapeli ya, yani matokeo yale mabaya mabaya yote sisi tunayafahamu. Kwa hiyo haraka sana tuyaripoti ili serikali